Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema, Tundu Lissu ambaye bado anaendelea kusalia gerezani kufuatia kesi yake ya waini, ameandika ujumbe mzito akiwa gerezani katika gereza la Ukonga. Kiongozi huyo licha ya kuwa ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema, lakini pia amekuwa akishika nyadhifa mbalimbali ulimwenguni kwenye taasisi za kimataifa. Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti mtendaji wa IDU amezungumza kupitia barua hii ambayo tenda kukujuza hapa kwenda kwa ulimwengu na watanzania wote kwa ujumla. Taarifa kutoka gereza kuu la Ukonga, dar es Salaam, Tanzania, kwa mkutano wa Washington wa muungano wa kimataifa wa demokrasia IDU. Taarifa kutoka kwa makamu mwenyekiti mtendaji wa IDU, Mheshimiwa Tundu Lissu. Mheshimiwa katibu mkuu, wajumbe wa wapendwa kutoka vyama wanachama marafiki na wanademokrasia wenzangu kutoka duniani kote, naandika taarifa hii kutoka gereza kuu la Ukonga, Dar es Salaam, Tanzania, ambapo wakati mkutano huu unapofungwa tarehe 4 Disemba, nitakuwa nimekamilisha siku siku karibu 240 za kifungo kisicho na sheria na kisicho na haki kabisa. Hadi miezi miwili iliyopita, nilazimishwa kuishi na kushiriki vyumba na mamia ya wafungwa waliohukumiwa kifo kwa makosa ya mauaji, wengi wao wakiwa wamekaa miaka mingi wakisubiliwa kutiwa mbaroni kwa sheria. Mateso hayo ya kila siku yamenipa maarifa ya ndani kuhusu utendaji wa mfumo wetu wa haki za jinai. Sasa ninashiriki block ya nne eneo la sel namba 24 na mfungo mwingine mmoja tu chini ya uangalizi wa mara kwa mara wa kamera za CCTV na usimamizi wa karibu wa maafisa wawili wa magereza. Lakini marafiki na wenzangu, staki kukaa sana katika majaribu na mateso ya maisha yangu gerezani katika miezi hii minane ya kutenganishwa kwa lazima kutoka kwenu natumaini. Badala yake nataka nizingatie matukio makubwa ambayo yametokea nchini mwangu na ambayo naamini yanahitaji uangalizi wa haraka. Kwa hakika, Tanzania imekuwa ikikabiliwa na siasa ambazo na wazia bado hazijafafanuliwa vizuri. Yaani kwanza katika Afrika Mashariki na kusini kupata uhuru kutoka ukoloni wa Ulaya Tanzania iliwapa msukumo wa kitaifa harakati nyingi za kitaifa katika maeneo hayo kwa misingi yake ya utaifa na siasa za kimabavu. Si bahati mbaya kwamba harakati kuu ya kitaifa ya Kenya iliitwa KANU, Kenya African National Union, au kwamba ya Robert Mugabe iliitwa ZANU, Zimbabwe au MAN, the, the forerunner to Frelimo Mozambique, au SWAN, the forerunner to Swapo Namibia. Harakati hizo zote hazikuchukua tu majina na vifupisho kutoka tano, Tanganyika African National Union, bali pia zilichukua misingi ya shirika na itikadi ya tano pamoja na tabia yake ya kimabavu na isiyo ya kidemokrasia. Athari mbaya ya Tanzania imedumu hadi enzi ya mabadiliko ya kidemokrasia ambayo yalianza kwa kuanguka kwa ukuta wa Berlin na kuanguka kwa dola ya Soviet mwishoni mwa miaka 1980 changanuzi wa haraka wa nchi za Afrika mashariki na kusini utaonyeshwa kuwa nchi hizo zimebadilika kidogo katika mfumo wa chama kimoja ulioanzishwa na mabavu wa tan na Zanzibar, Afro Shirazi Party ASP, ambayo ndio chama tawala kilichoko madarakani tangu uhuru wa mwaka 1961. Afrika kusini pia imejaa vyama tawala ambavyo vimekuwa madarakani kwa namna hiyo tangu uhuru. Katika Afrika mashariki Kenya pekee ndio imefanikiwa kabisa kujiondoa tabia yake ya baada ya ukoloni wa kimabavu. Uganda, Rwanda na Burundi bado ni udikteta wa kijeshi unaojificha kama siasa za vyama vingi, kwa mfano wa Tanzania. Kati ya nchi hizo zote, Tanzania ndio iliyobadilika kidogo zaidi. Chama kilichorejea kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, mfumo wa rais wenye nguvu zaidi ulibaki bila kubadilishwa na katika baadhi ya vipengele muhimu uliimarishwa zaidi. Taasisi za uwajibikaji kama bunge na mahakama zilibaki chini ya kivuli kirefu cha urais wa kifalme huku vyombo vya habari, jamii ya kiraia na mashirika ya watu yaliyokuwa yanapinga ilithibitiwa kwa uthabiti na kuthibitiwa mara kwa mara. Vyama vya upinzani vya kidemokrasia viliibuka chini ya hali hiyo na kuwa maarufu sana katika miongo hii mitatu krjalibio la marekebisho ya kikatiba na demokrasia lilikwazwa na mchanganyiko wa vurugo za serikali au ushirikiano au vyote viwili. Uchaguzi uliangushwa mara kwa mara hadi ukapoteza maana yake. Chadema ilibuka kutoka mazingira hayo ya kikatiba na kisiasa yenye chuki, na kufikia 21 ilikuwa ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, lakini baada ya uchaguzi mkuu wa 2015 ambapo upinzani kwa mara ya kwanza ulionekana kuwa na uwezo wa kushinda serikali ya Magufuli ilianza kampeni ya kikatili ya kumaliza upinzani. Nilikuwepo mstari wa mbele, nilipigwa risasi mara kumi na sita na nikapata majeraha makubwa. Wengi waliuawa, waliuawa au walitekwa nyara na vikundi vya kijeshi na kutoweka bila kuonekana tena wengine. Wengi waliteswa katika sehemu za polisi au vituo vya usalama au walifungwa kwa mashtaka ya uongo. Kufikia Magufuli alipokufa mwaka elfu mbili na ishirini na moja mazingira ya kisiasa ya Tanzania ilikuwa hayakutambulika kutoka miaka michache iliyopita. Kama mwanasayansi wa Uingereza anayetazama siasa za Tanzania alivyosema baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, ambao pia uligushiwa sana, mfumo wa chama kimoja nchini Tanzania uko hai kama ulivyokuwa wakati wowote wa, wa kisasa. Kupitia vurugu za serikali, udanganyifu na ulaghai, chama tawala ilipata udhibiti, udhibiti kamili wa mabunge ya muungano na Zanzibar pamoja na ngazi zote za serikali za mitaa nchini. Watu wa Tanzania hawakukubali kurudishwa nyuma kwa maendeleo hayo ya kidemokrasia waliyopata kwa bidii. Walipinga chini ya hali ngumu sana, walikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka udikteta wa Magufuli, na Chadema hayakuangamizwa. Tulichimba mizizi ndani ya ardhi ya kisiasa ambapo miongo ishirini ilikuwa imekamilika. Samia Suluhu Hassan alipochukua urais Machi 2021. Chadema ilikuwa tayari kuchukua mapambano ya kidemokrasia ya marekebisho. Samia alianza kwa mazungumzo ya upatanisho na marekebisho. Tulitaka sana kuamini kwamba alikuwa na kusudia kweli. Wafungwa wa kisiasa waliachiliwa, waliokuwa uhamishoni, mimi mwenyewe nikiwemo, tukaruhusiwa kurudi nyumbani, na vizuizi vya maisha ya kawaida ya siasa vikaondolewa. Alijishughulisha na upinzani, hasa Chadema, katika mazungumzo ya maridhiano yaliyolenga marekebisho ya kidemokrasia tulitaka sana kuamini kwake, lakini yote hayakuwa ya muda mfupi. Chini ya tabasamu la kimama na sauti laini, alikuwa master mbaya zaidi kuliko aliyemtangulia. Huku akizungumza maridhiano na marekebisho kwa ulimi mmoja, alikuwa akiendeleza mwelekeo wa magufuri kwa ulimi mwingine. Alirekebisha na katika baadhi ya matukio akawapa cheo wa babe wa watawala wa magufuri. Sera na sheria za kikatili hazikupunguzwa wala kuondolewa zilistahiliwa na kuimarishwa zaidi. Hakukuwa na mapendekezo yoyote ya kweli ya marekebisho ya kikatiba na uchaguzi iliyowasilishwa na, Chade, na Chadema. Matokeo yake Mei 31, 2023 mazungumzo ya maridhiano ya Chadema yalifikia kikomo. Utawala wa kigaidi na ukanibizaji wa kisiasa ni mbaya zaidi kuliko wa Magufuli. Urejea karibu mara moja wimbi la utekaji nyara na mauaji nchini pamoja na kukamatwa kiholela na kufungulia mashtaka kwa wapinga siasa na ukosoaji wa utawala vilirejea kwa kasi kubwa. Dhuluma hizo zimeandikwa kwa kina katika hati ya ushahidi iliyowasilishwa Novemba 13 Mahakama ya Kimataifa ya Jinai. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa Novemba 2024, Samia Suluhu Hassan alirudia alichofanya mtangulizi wake 19, wa kikatili mwaka 2019. Alifuta wagombea upinzani wengi wao kutoka Chadema na kuwafukuza kinyume cha sheria kutoka uchaguzi wa mitaa. Kwa hili sisi ilipata udhibiti kamili wa mashina ya serikali za mitaa tangu 2019 chini ya Magufuli. Maandamano yaliyoibuka baada ya kufutwa huko ilivunjwa na wengi, na wanaharakati wa Chadema waliuawa na wengi kujeruhiwa. Mjadala wa uchaguzi wa mitaa ulikuwa tone la mwisho kwa Chadema. Tarehe tatu Disemba, kamati kuu ya chama ilipitisha azimio lililosifika la hapana mageuzi hapana uchaguzi, lilojitolea chama kwa mapambano ya jumla ya uchaguzi wa kidemokrasia. Azimio hilo lilipitishwa na kongamano la kitaifa la chama tarehe 21 Januari, ambapo nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama. Timu yangu ya uongozi na mimi tulianza haraka kutekeleza sera mpya ya chama. Tarehe 12 Februari nilifanya hotuba kuu ikieleza sera mpya na matumizi yake ya vitendo kwa chama na mapambano yake ya uchaguzi wa kidemokrasia. Katika wiki zilizofuata nilifanya mazungumzo ya mfano na wawakilishi wa mashirika ya kiraia, jamii za kidini, vyombo vya kitaalam na wawakilishi wa kimataifa wa jamii ya kimataifa walioko nchini Tanzania. Tarehe ishirini na tatu Machi tulianza ziara ya kitaifa ya kuhamasisha taifa kwa mapambano yajayo. Chini ya wiki tatu, tulifunika mikoa minane kusini na kusini magharibi mwa Tanzania, tukiongeza maelfu ya ufuasi na mikutano ya umma ambayo nilikuwa nimeaita kwa maelfu. Hiyo ziara ya magari ilifikia kikomo cha kutisha arasili ya tarehe tisa Aprili 2025 wakati mkutano wangu wa mjini Mbinga ulipovunjwa kwa jeuri na polisi na nikakamatwa na kurudishwa Dar es Salaam umbali wa zaidi ya kilomita elfu moja ambapo tarehe kumi Aprili nilishtakiwa kwa tuhuma za uaini. tangu nilipofungwa tumekuwa na wito wengi wao ukiendeshwa na wanaharakati wa mitandao ya kijamii wa maandamano ya amani tarehe 29 Oktoba, siku ya uchaguzi. Udikteta ulitishia kukabiliana kijeshi na waandamanaji watarajiwa. Utawala, utawala ukuwa unacheza hata kutoka nyuma ya kuta refu la gereza kuu la Ukonga, niliweza kusema kwamba uhamasishaji wa kijeshi ulikuwa unaendelea ukihusisha mazoezi ya pamoja ya wanajeshi na vikundi vya kijeshi. Tarehe 22 Oktoba, wiki moja kabla ya siku ya uchaguzi, John Heche, makamu mwenyekiti wangu, alikamatwa nje ya mahakama kuu pamoja na viongozi wengine wa chama, na wanaharakati wengi zaidi walikusanywa nchi nzima wengi zaidi walifichwa, wengi wao walitoroka nchi. Uongozi wa chama ulikuwa kama gereza au maficho, na nchi ikalipuka. Tarehe 29 Oktoba 2025, volkano ya asili ya watu dhidi ya ulagai wa uchaguzi na ukandamizaji wa kisiasa ambayo ilikuwa ikichemka na kufufuka tangu uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya mwaka 1995, hatimaye lilipuka. Katika taarifa ya sisi, muungano wa mashirika ya haki za binadamu ulitoa maelezo ya kina yaliyotokea na siku zilizofuata. Siku ya uchaguzi wenyewe, habari za mchakato wa uragai zilipokuwa zikienea, maandamano yalizuka Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na miji mingine. Waandamanaji wengi wa vijana na wafuasi wa upinzani walichukua mitaa wakidai uchaguzi wa haki na kupinga utawala wa kidikteta. Maandamano yalikuwa ya amani sana, yakijumuisha matembezi, nyimbo, maonyesho ya alama za upinzani ili polisi na majeshi yaliyotumwa katika maeneo ya maandamano iliamriwa kukandamiza maandamano kwa njia zozote zinazohitajika, na vikosi vya usalama vilifanya mauaji ya moja kwa moja kwa waandamanaji kwa risasi za moto. Video na ushuhuda wao walionusurika vinaonyesha polisi na maafisa wa kijeshi wakipiga risasi moja kwa moja kwenye umati wa raia wasio na silaha.